Mji wa Gaza umekumbwa na mashambulio matatu tofauti ya anga tangu saa za asubuhi, mmoja likiwa limemuua mtu mmoja na kuacha wengine kadhaa kujeruhiwa, kwa mujibu wa vyanzo vya matibabu katika hospitali ya al Shifa. Shambulizi la kwanza lililenga kundi la wakazi karibu na shule ya Alinasri katika mtaa wa al Nasri walipokuwa wakijaribu kuangalia nyumba zao. Lilitekelezwa na helikopta ya Israeli. Shambulizi la pili lilishambulia mtaa wa al Jalaa, kati ya maeneo ya Zakhrina na Ghafri, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa. Shambulizi la tatu la anga lilifanywa na ndege za kivita za Israeli karibu na mzunguko wa Hamidi kwenye makutano ya barabara ya al-Nasri. Maelezo ya majeruhi au uharibifu bado hayajawekwa wazi.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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.